Kwanza, kila mmoja kapendeza. Kikubwa hii yote ni hamasa kubwa. Mechi tumeipokea na tumejiandaa vizuri, tunaamini kwamba leo hii ni siku yetu. Wanasimba wote kwa ujumla, kuanzia tuliopo hapa nyumbani Tanzania, su... tu... walioko nje ya nchi, wote macho na masikio yao yako katika mechi hii ya leo. Kikubwa mechi ya wei tuliweza kupoteza goli mbili, tumerudi nyumbani na hatuhitaji tena kufanya mistake wala kuharibu popote. Nafikiri leo ni siku ambao wachezaji wanatakuwa kucheza kama wanajitoa kila kitu yani kitokea hata mmoja kapotea hapa uwanjani leo, hey, familia yake tutaishi na sisi, ili simba ichukue ubingwa leo. Hawachezi kama wanacheza na timu nyingine, labda kwenye ligi kuu kama kwenye nini. Ni mechi ambayo tunahitaji matokeo na matokeo yake ni matokeo ya ushindi, sio kushinda, kushinda na kushinda. Moja bila lakini unachukaje kombe wakati nyumbani kule ya wewe ulikuwa umepoteza goli mbili, kwa hiyo uliona vaibu letu Moroko lilikuwa ni kubwa sana katika kuipa hamasa timu. Sina, sina shaka chini ya kocha Fadu, kazi inaenda kukamilika leo katika dimba la New Amani Complex. tulimaliza kila kitu kule, japo tulipoteza goli mbili advantage tu kwa mwenyeji wetu kwa sababu alikuwa nyumbani. Leo tuko nyumbani kwetu. Masikio, akili, nguvu, kazi, yaani kila anayeingia katika dimba la Amani, uo nje ya uwanja uwe ndani ya uwanja, pambana. Huku tunaongeza dua zaidi kwamba kombe hili liweze kubaki nyumbani. Kilichokuwa kinakupeni hofu uh, kabla ya mchezo huu kuondolewa Benjamin Mkapa na kuletwa hapa, leo tayari siku ya mchezo imefika mabadiliko yakoje? Ah, mabadiliko ni makubwa. Mimi mwenyewe nilikuwa nina presha kubwa. Wale kuja sabi. Katika dimba la Amani, hii yote ni kutokana na mapokeo ya uwanja ulivyo, kwamba Benjamin Mkapa tumezoea full house ni hey. sitini elfu enzi, lakini hapa hey. Amani full house ni kumi na tano elfu takriban. Mashabiki arobaini na tano elfu tumeweza kuwapoteza, lakini yote kwa yote tuliokuwepo hapa tutawawakilisha na ambao wameweza kupata nafasi kufika watawawakilisha wengine. Hii ni fainali ya shirikisho fainali ijayo ya Champions League yeah, iwe mvua iwe jua, yeah, lazima ikapigwa Benjamin Mkapa. Itakuwa msimu gani? itakuwa ni msimu wa ishirini na sita ishirini na saba Hiyo, yes. Mnyama anacheza na fainali naachezi sijui, na Mamelodi wala Ahli, tunaweza kukutana hata wapi, mwendo wake unajulikana, unapoishiaga kwa hiyo, na wasipoangalia hata mwakani hawataweza kushiriki Champions League. Wawe makini okay, sana na hiki kitu Kukuaje tena awa makini, kuna sehemu wanakwama. Kuna sehemu wanaanza kukwama kwama, wajitahidi tu, kikubwa wailete timu uwanjani, mm, tumalizane sisi na wao kwa sababu wanauza. <laughs> Inategemea kama wenyewe wanauza, kama wanafanya biashara, itakuwa ni wao juu wao yao, yeah, lakini kikubwa, sisi tunatamani vilabu vya hapa Tanzania, mm, kilabu kikubwa kama Simba, mm, mashindano haya ni muhimu sana kwetu hii fainali imeenda kuitangaza Zanzibar, hii fainali imeenda kuitangaza Tanzania. Hakuna mzanzibari ambaye hajakutiwa na fainali hii ya kaarani ia, kila mtu amefurahi na ameingia. Waliokuwa kule baadhi walishinda kufika, wameumia, lakini walivofurahia ni kwamba timu yao ya Simba iko katika hatua ya fainali. Thank you.